Unifahamu sasa hivi ananiita Prince Amigo. Ukipenda unaweza kaniita Princess. Toto Amigo. I love someone here but I can't tell her. Tunaingiza vizuri. Fresh, yani amani, anakuwa na amani kiongozi. Toka nimeingia hapa nina kijeneo changu. Kwanza naishi kwenye nyumba ya kupanga, unajua siku zote katika maisha bwana Mwenyezi Mungu hawezi kukupa vyote. Una... toka anaacha mziki anatuambia na, labda hapa amechangia hiki hapa hiki hamna zaidi, labda uwasiane naye uongee naye mambo mengine, lakini ukimwambia swala la music hataki kusikia, ni sana sana kukatia simu na kublock kabisa uwezo wangu mimi pekee tu unanitosha kuweza kuvivaa viatu vyake, kwa sababu hata yeye mwenyewe anasema kwamba anaacha mziki, lakini kuna mtu nyuma ndo ana uwezo wa kuvivaa viatu vyangu kwa asilimia mia moja. Tunataka kuhakikisha siku tarehe 25 ambayo tunatimiza miaka kumi kutaka kurudisha ile hadhi ambayo mzee aliweza kuiacha, na wakati anaacha kwa sababu mara mwisho anaacha kufanya show hapo hapo Dar Live, na ndo anaacha mziki kwa sisi pale pale alipopaachia na sisi tunataka turudishe hadhi yetu ndani ya ukumbi wa burudani Dar Live Mbagala, kwa kufanya kitu ambacho kitaweza kuwafanya Watanzania wengi watambue kwamba sasa si wakati wa kukariri. Tuache watu wafanye kile ambacho ni sahihi. Nataka tudhihirishe ule uwezo wa kwamba sisi ni bendi bora miaka yote mpaka itakapo tutakapokufa wote kwenye Jahazi.